Kwa serikali ya kaunti ya Kwale imeanzisha mpango wa kuboresha mazingira kunradhi, ya mto Ramisi kupitia upandaji wa miti pamoja na kusafisha mazingira ya mto huo. Katika awamu ya kwanza ya zoezi hilo lililofanyika eneo la Kibiboni, miti zaidi ya elfu moja ilipandwa kwa ushirikiano na kikundi cha Munyimuseo. Hatua hii inalenga kuzuia mmomonyoko wa udongo na kuimarisha kingo za mto huo.

Mto huu unasaidia katika kutoa maji kwa jamii, unasaidia kama makazi ya viumbe vya majini na pia inasaidia katika kupata maji kwa mifugo. Kwa hivyo kuboresha mto huu ni kwamba tutakuwa tunajaribu kuhakikisha mto huu uko na maji kuendelea katika misimu yote, kwa sababu saa hizi kulingana na hali ya mazingira unapata mara nyingi maji yanapungua kwa kiasi cha chini sana, hata wakati mwingine ufikia kwamba maji hayapiti tena juu ya mto, yanapitia ya kwa tuna, tuna vile management, tunaweka kuweza kuona ya kwamba tunapata mtu a kutunza hii miti hapa ili kuona ya kwamba kazi yetu ya leo si ishe bure, tuweze kuona ya kwamba tume, tumeendeleza hiyo miti ambayo tumepanda leo hapa. Tunajaribu kuongea na washirika wenzetu ambao tunapakana katika maeneo ya mto huu pia wawajibike, lakini pia mwezi wa kumi na mbili Disemba, tutakuwa sehemu za Kikonene kule kwa ajili kuona ya kwamba pia tumeendelea upande, upande wa pili kule. Kwa hivyo tunaendelea, sio hapa tu tunaendeleza, ni kama kukumbusha wananchi kwamba wanajukumu, kila mtu ana jukumu la kuangalia la, la mazingira, aidha kwa njia yote, aidha ndogo ama kubwa, kwa kupanda miti, kusafisha yale mahali ambapo tuko.